Msitu mkubwa zaidi duniani ambao una maajabu mengi mno na ya kutisha. Kama utapotea ndani ya msitu wa Amazon, basi usiangaike hata kutafuta kwa kutokea. Itakuwa ni busara kama utaanza kutumia nguvu zako katika kufanya sala zako za mwisho, kwani ukubwa wa msitu wa Amazon ni mara 17 ya ukubwa wa nchi ya Uingereza ukiichanganya na Ireland. Amazon ni msitu uliopo Amerika ya Kusini na kwa ukubwa wake msitu wa Amazon unapatikana katika nchi tisa za Amerika ya Kusini zikiwemo Brazil, Peru, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname na French Guiana. Lakini eneo kubwa zaidi la msitu wa Amazon liko ndani ya nchi ya Brazil. Msitu wa Amazon unatisha